Serikali ya China imemshutumu vikali makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwa kutoa matamshi aliyowaita wa China wakulima katika mahojiano yaliyovutia ukosoaji mkubwa kwenye mitandao ya kijamii ya China na kuzua mijadala kuhusu asili ya Vance mwenyewe kama hillbilly alivyoita katika kumbukumbu zake mwenyewe. Katika mahojiano na kipindi cha Fox and Friends cha televisheni ya Fox News Alhamisi iliyopita, Vance alitetea ushuru mkubwa wa Rais Donald Trump dhidi ya bidhaa kutoka nje na kushambulia vikali uchumi wa kimataifa unavyoendeshwa na watu wa duniani. Kimsingi tunakopa fedha kutoka kwa wakulima wa China ili kununua bidhaa ambazo hawa wakulima wa China huzalisha kwa ajili yetu, alisema Vance. And the answer is fundamentally it's based on two principles, incurring a huge amount of debt. Alipoulizwa kuhusu matamshi hayo katika mkutano wa habari wa kawaida Jumanne hii, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Li Jian alisema ni jambo la kushangaza na kusikitisha kumsikia makamu wa rais

Acknowledge and respect like those uttered by this vice president is both surprising and kind of lamentable. Matamshi ya Vance yamezagaa kwenye mitandao ya kijamii nchini China yakisababisha hasira kubwa miongoni mwa raia wa nchi hiyo ambayo imejivunia maendeleo ya kiteknolojia kama reli za kasi, magari ya umeme, robot viwandani na uwezo wa hali ya juu wa ugavi na usafirishaji. Hu Shijin mhariri mkuu wa zamani wa gazeti la serikali Global Times aliandika kwenye mtandao wa Weibo: mkulima kweli ambaye anatoka vijijini Marekani anaonekana kukosa upeo wa kuelewa mambo. Watu wengi wanamtaka afike China ajionee mwenyewe. Hashtag kuhusu kauli ya Vance iliongoza kwenye Weibo Jumatatu siku, na kufikia mchana wa Jumanne ilikuwa imetazama mara milioni 140. Angalia, huu ndio uso wao wa kweli, wenye kiburi na kukosa adabu kama kawaida, yalisomeka moja maoni yaliyopata zaidi ya likes elfu mbili na mia tisa Mimi ni mkulima lakini tuna reli ya kasi bora duniani, uwezo mkubwa wa kimtandao wa usambazaji, pamoja na teknolojia zinazoongoza katika AI, uendeshaji wa magari bila dereva na drones. Hivi wakulima wa aina hii si wa kuvutia? Alihoji mwingine. Katika kitabu chake cha Hillbill Elegy kilichochapishwa mwaka 2016, JD Vance aliyeeleza namna ambavyo wamekulia katika maisha ya kijijini. Kwenye kitabu hicho, Vance anaeleza maisha ya utotoni aliujaa mateso, unyanyasaji, uraibu kulevia, wa dawa za kulevya wa mama yake na maisha ya maeneo ya Appalachia, sehemu ya Marekani inayosemekana kuwa imesahaulika na tabaka la juu la jamii. Audio series za kusisimua. Makala za makala ulimwengu.